Songa mbele ni kuwa viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wamelaumiwa vikali kwa dhuluma za kihistoria za ardhi zilizodumu kwa miaka mingi kwa kupokea hongo kutoka kwa mabwenyenye. Akiongea huko Mwatate, aliyekuwa mbunge wa Wundanyi, Mwandawiro Mganga, ametaja kwamba viongozi wengi wa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti ni wafisadi na wamekuwa wakiwatetea wanyakuzi wa, wa ardhi katika kaunti hiyo na kuwanyima wananchi haki zao. Mwanahabari wetu Gladys Zero ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Mbunge huyo wa zamani wa Uundani ametaja kuwa idadi kubwa ya viongozi walioko kwa sasa hawajaonesha ishara ya kuwatetea wakazi wa Taita Taveta, kuwapa mashamba yao yaliyonyakuliwa na matajiri. Wakati kunakuwa na mashujaa wa kupigania ukombozi wa wananchi, vile vile kunakuwa na wasaliti mdhalimu anatumia silaha kwa sababu anajua unyonge wa mwananchi. Kadhalika, katibu mkuu wa vuguvugu la Mwasima Mbua Association linaloshughulikia masuala ya ardhi, Mjala Mwaluma ametaja kwamba hofu yao sasa ni kwa wale viongozi wa kisiasa na wengine wa serikali wanaotaka kunyakua mashamba kwa wananchi na kuzuia wawekezaji kinyume na sheria hili shamba wakati linarudi lisije likaangukia kwa mikono ya wale watu ambao wataleta hila zao, wataleta ubinafsi wao, kwa sababu utakuja kupata yule mlengwa, mwathiriwa hatapata, manaake lilikuwa limeanza kugawanywa hewani. Wengine wakasema hapa tutaweka mradi fulani, pale tutaweka mradi fulani, na wengine wakasema tena watarudi wauzie huyo bwenyenye sehemu nyingine, kwa sababu yeye ni mlipa ushuru. Viongozi hao sasa wameonywa dhidi ya kujishirikisha na ufisadi na badala yake kuzingatia maendeleo katika kaunti ya Taita Taveta pamoja na kuhakikishia wananchi wamepewa hati miliki za ardhi. Tukisalia katika kaunti ya Taita Taveta, ni kuwa wakati wa Kenya wanasubiri kujiunga na familia na marafiki katika sherehe za kufunga mwaka, waumini wa kanisa moja mjini Voi wafanya mashindano ya mitindo ya mavazi katika sherehe zao za mwisho wa mwaka. Kwa mujibu wa kasisi Guilford na shali wa kanisa la Winners Chapel Voi, maonyesho hayo ni kwa ajili ya kuwapatia nafasi vijana kuonesha vipawa vyao kanisani kinyume na wengi wanaoenda kwenye vilabu e. na hata kitu kama catwalk, wakikuja kudisplay catwalk, uh, show kama hii hiyo, uh, sio dhambi. Unajua wana youth lazima aletwe kanisani lazima aletwe kwa Mungu na wana youth akikuja akidisplay tu Bile anatembea hajafanya dhambi hata kidogo. Mbele ya Mungu, kitu cha dhamana ni roho ya mtu. Waziri wa Utalii katika kaunti ya Taita Taveta, Alexander Mwangeka, alihudhuria sherehe hiyo na kuwapongeza viongozi wa kanisa hilo kwa kusema ni vyema kuwapatia vijana nafasi ya kuonyesha vipawa vyao kanisani. Mungu is is a replica of what is happening in heaven. Kwa hivyo tustarajie kwenda kusherehekea mbinguni kabla hatujasherehekea hapa. Nikiripotia habari za Mwambao, langu jina ni Gladys Zero.